Lakini unasikia uchungu kama mtu anagonga kitu yake, lakini mbona wangeenda kwa bedroom yangu? Unaniumiza pia wewe, toka! Kama unaniumiza sawa, wewe toka, wewe tulia. Unaniumiza pia, unaniumiza pia, unaniumiza, toka! Kama wewe mwanamke, mchawi ni mchawi. Acha tafadhali, ona majirani wasijue kitu Sawa, ngoja nikuulize, ngoja nikuulize swali. Ulikuwa mama mgonjwa

Nmlisha ongea kwamba Shusha yako ni mganga. Alisema, ee anafanyanga na shimo ya <laughs> <laughs> hey, nje <laughs> <laughs> <Rafa. laughs> <laughs>

mwezi kwama kama ujarilizi kuacha kunishika na spam. Suta, ha, alisema wewe ni mtaro, suta, alisema wewe ni mtaro. Suta, Sese, sasa unaona hiyo mtaro mtabaki huko, usiharibu nyumba. Sasa balala, mwache ni waongeleshe vizuri awatoe. Sina mwambia ukweli, alisema yeye ni mtaro. Ah, ah, sita sita, naumia

akusaidie aite daktari. Kama amesema daktari sasa yake ndio amefanya kuambia, uko na pesa ngapi? Uko na pesa ngapi? Unataka ngapi? Utampa ngapi? Leta simu, simu yako iko nionyeshe, pale simu iko pale. Ninyi ndio mnafaa kuongea. Unatongoza una demu wa tululu? Demia tululu. Na mimi natumia Samsung. Ana mzee. Unajua mzee wake ni yule ulikula. Aya, sema mpesa pili. Si mzee wake ni yule ulikula. What I need ni credit na niko na ukoja hasa ya 10k. Sina mzee. Sawa. Sina mzee. Mpesa tuma. Na natumia simu yako. Mzee wake ni yule ulikula. Lakini yako ninataka. Anajua ati amekwama. Unasikia kuja kwangu kukiage unaenda. Hakuna utamu. Unasikia utamu. Hakuna utamu hapo tena Raf. Tafadhali acha nifinye pesa. Mwanaume kama mimi.

mwanaume kama mimi bwana. Wacha kunivuruta. Naumia. Unaweza kodi ile haraka. Ndio imeingia. Naja atuma ya kutoa ndio elfu sitini. Hii simu pia nitapea ule wochi wangu wako chini. Sawa, mimi naenda

Hapa mpaka hapa, nataka ulie penye nimepata kwa mlango, ukisema unaniumiza ni uchungu

kama <coughs> <Sheet. tos> hii <coughs> na pesa nataka kuenda kununua matres na duve zingine hizi nataka

Sasa simama shosho yako. Eh, kwa saa hii wacha wakae, itapiga si. Unajua nasikia ikimaliza 8 hours watakufa. Obviously ikimaliza 6 hours wanakufa. And I don't care. Sasa hiyo ni faida gani? Ona sasa pimples venye mesha toka kwa uso zenu. Ebu mtemee mate kwa mdomo.

Tujaribu kupiga hiyo shosho, tuone kama utapiga bila pesa na kama yeye ya alilipa kama chit. Kama wako tayari kulipa, uko tayari kulipa 70? Ah, sasa tunaongea kitu kwa kwa sikitu hey. Acha akuje tuongee, heh puni he, Mama Abby

Ulikuwa unamfinga, ulikuwa unamfinga, kwanza ashiki simu, sawa lazima naumia mimi, hata na sisikii uchovu, jumatres Jum nimesha pata pesa ya matres na ma kila kitu, so msikia harufu mas Naumia, naumia, naumia, hata, ni food, hata uzuri sikuwaekula ile mayai ya juzi pale kwaasanataka tu maman awasaidie sasa. Mi tawasaidia vija, ashiki simu yangu, mama Abby atampigia simu, kumbuka ulioa, hata mavazi yangu yote naonyesha

Sijui tu ya kufanya, nataka okay, niwasaidie, nataka niwasaidie, so uh, itaita tu daktari. Please. Please. Daktari akuja wasaidie, mimi siwezi ongea na wao kama wako hivi, so lazima wa watolewe, okay, sitaki unishike mkono

tafadhali tu Jumis, Yama, Syfouma, pigia. Mata, pigia tu tu mpigie mwambie hiyo ni aibu gani Raf? Niambie shosho ya bibi yangu ajue nimekuwa. Napiga simu mnapiga kelele

Sasa mafuta, unajua ukiweka kwa gari itafika saa hizi niakupaka futa nikupaka hapo ndio itoke. Ata hiyo vile vile mukambia siu kupuliza <tus> Ata, ni uk, watatoka oh, niakupuliza

Nakwani bwana kwa na pesa? Hiyo ni ile nilikuwa na. Simu yangu iko huko kwa city. Si amemtumia pesa. Kule unaweza zabinya mtu bure. Huyu mtu si anajua amempea pesa. Bwana umeka bila ya kutoa 70. Amesema

Mimi nataka director Abby, tumetoka tumewaacha bedhe, wametolewa guys na ama tuwatoe hii nguo hizi, YouTube itafungwa. Ndio turuhusu atuwezi wafunguanisha YouTube, inaweza fungwa, so we have to leave ta tutaingia tu na tutaingia tu baada ya shavaa nguo. Mm. Eh, wacha for now. Sijui. Eh, hey, nime msikia mzuri. Yani bro una, una kwama tu ndani ukishamwaga. Namjue mtatoka na mtatoka na mlango ya huko. <coughs> Hiyo dawa iko wapi? Nikuulize, si dawa umeshakulizwa mpaka, mbona inataka mafumo. Sasa tatana kuja bado mafuta nayo inakuja. Ah, yes. Wacha bwana aenda aone hiyo kiliti yake kama imeenda. Wewe na utaka kwa hii nyumba, unaenda leo. Leo ubebe hizo taka zako zote. Na wewe wewe. lana mwanzo nimepata. Nimepata hata MP. U u u u u MP. Sasa sitaki wa mtu. Na kwa nini sijakuwa mtamu? Umenisikiza? Sitaki mwanaume suite, nimepata MP. Sawa.